Tumsifu Yesu Kristo, ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunasherehekea sherehe ya watakatifu Petro na Paulo Mitume. Katika neema ya Kristo na upendo wa Kanisa, tunawakaribisha kwa moyo wa shukrani katika tafakari ya neno la Mungu siku hii tukufu tunapoadhimisha sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume, mashahidi wa kwanza, nguzo imara za kanisa la Kristo, na mifano hai ya imani, matumaini na upendo. Sherehe ya leo haisherekei tu maisha ya watu wawili waliotangulia, bali ni mwaliko kwa kila mmoja wetu kutambua kuwa wito wa utakaso utume na ushuhuda unaelekezwa pia kwetu leo. Mtakatifu Petro, aliyekabidhiwa funguo za ufalme wa mbinguni na kuitwa kuwa mwamba wa Kanisa, anatufundisha maana ya toba ya kweli na wito wa uongozi katika unyenyekevu. Mtakatifu Paulo, aliyebadilishwa kutoka mtesaji wa mrinzi wa Injili anatufundisha kuwa hakuna aliye mbali na rehema ya Mungu, na kwamba kila mmoja anaweza kuwa chombo cha neema na wokovu kwa wengine. Katika mapokeo ya kanisa, tunakumbusha kuwa Petro na Paulo waliuawa shahidi huko Roma, wakimimina damu yao kwa ajili ya imani ishara ya upendo wao kwa Kristo usio na masharti. Maisha yao yanatuambia kuwa mitume si watu wakamilifu, bali waliokubali neema ya Mungu iwabadilisha na wakiishi kwa ajili ya neno. Leo kupitia jukwaa hili na chaneli yetu ya Oratorio Kanosa Media tunafungua mioyo yetu kusikia neno hilo hilo, iliyowagusa Petro na Paulo tukijiuliza, je, sisi tuko tayari kuwa mashahidi wa Kristo katika ulimwengu wetu wa leo au je, tunalinda na kutangaza imani yetu kwa ujasiri ule ule wa mitume? Karibuni tutafsiri pamoja katika tafakari hii, tukiomba ulinzi wa watakatifu Petro na Paulo na mwanga wa Roho Mtakatifu atufunulie ukweli wa neno, atujaze upendo na huduma, na atuimarishe katika safari ya utakatifu. Tafakari hii imeandaliwa na Padri Faustin Rwechungura. Karibu tusafiri pamoja katika tafakari hii Kristo nakuleteni tafakari hii ya sherehe ya watakatifu wawili wakubwa kabisa katika Kanisa, nao ni Petro na Paulo. Kila tarehe 29 mwezi wa sita katika Kanisa tunaadhimisha sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, na mwaka huu imeangukia Jumapili, kitu kizuri Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, jumapili hii kwa mwaka huu ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa sita kama nilivyogusia, tunasherehekea maadhimisho ya watakatifu wawili wakuu katika kanisa, Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo, ambazo ni nguzo mbili za imani ya Kristo. Wote hawo wawili walimjua Kristo kwa namna ya pekee, wakamtafuta kwa moyo wote na walikubali kufa kwa ajili ya Injili, walikubali kufa kwa ajili ya huyu bwana wetu Yesu Kristo, Bwana na Mungu wao. Sherehe hii ni fursa ya kutafakari juu ya wito wetu, wetu pia wa Kristo, uaminifu wetu kwa Mungu ukoje, lakini utume wa kanisa la Kristo duniani. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na mbili aya ya kwanza mpaka ya kumi na moja, nataka niongelee kwa namna ya pekee kujitoa kikamilifu kwa Mungu kama mtakatifu Petro. Katika somo hili pata nafasi ulisome. Tunaona mtume Petro akiwa gerezani akisubiri kuwawa kama alivyofanyiwa Yakobo, lakini Mungu kwa njia ya malaika wake anamwokoa kwa njia ya ajabu. Hili hili linatufundisha kuwa wafuasi wa Kristo lazima wajitoe kwa Mungu kikamilifu hata katika mazingira magumu. Mtakatifu Petro hakulalamika wakati yuko gerezani, hakukata tamaa, bali alimwamini Mungu hadi mwisho. Ukisoma hilo somo, alikuwa amefungwa tena chumba cha ndani kabisa ya gereza na minyororo lakini malaika wa Bwana alimtokea akamtoa kule mpaka mlango wa gereza unafunguka wenyewe. Na alipotoka kabisa kwenye gereza, akawa nje akawa anashangaa, anajua anaona kama maono, lakini hilo ndilo lilotokea. Sasa ukitaka kuipata vizuri, nenda kitabu cha matendo ya Mitume, somo letu la kwanza, sura ya ya kumi na mbili, aya ya kwanza mpaka ya kumi na moja. Tunajifunza nini kutokana na somo hili la kwanza? Kujitoa kwa Mungu ni tendo la imani kamili katika maisha yetu. Kama Petro tunaweza kuwa wenye giza la gereza. Pale Petro alipokuwa gereza alikuwa ni giza la gereza, lakini na sisi tunayo magereza yetu. Kama Petro alivyokuwa amefungwa, Petro alikuwa amefungwa ndani ya gereza, lakini na sisi tuna magereza yetu tulipo fungwa katika dhambi zetu, pengine katika shida zetu, katika magonjwa yetu, pengine tunakata tamaa, tunasema Mungu hayupo, tuko gerezani. Gereza hili sasa itakuwaje? Lakini nakwambia tunaweza kuwa watu wa giza la gereza kama hilo, lakini tukimtegemea Mungu yeye hujibu kwa wakati wake kama alivyojibu kwa mtakatifu Petro akamwokoa kutoka gerezani. Petro alikubali kupitia njia ya mateso kwa ajili ya Kristo, nasi tunaitwa kuishi imani hata inapo garimu hata maisha yetu. Sasa hii si rahisi, pengine maneno hayo napo yasema, kuishi maisha ya Kristo hata kama inatugharimu thamani kubwa sana, si rahisi. Baadhi ya watu wengine wanakata tamaa, na hasa katika mateso ya imani eh. Unakumbuka miaka si mingi iliyopita, sikumbuki mwaka gani eh, wale masista wa Matereza, masista wa, wa upendo walikuwa nafanya utume wao moja ya nchi za mashariki ya kati. Wakiwa pale, walikuja watu wenye bunduki na nini, wakaua baadhi ya watu eh. Wakawaua masista, kama sijasahau, ni masista wawili harafu yule padre aliyekuwa na wahudumia kiroho wakamchukua wakamfanya mateka. Siku nyingi wamemweka mateka baadaye, walikuja wakamruhusu akawa huru tena. Mkuu wa shirika lao aliuliza, jameni, tuache utume huu au tuendelee? Ni wazi wakaendelea. Sasa katika hali ya namna hiyo Fikiria masista kwanza, kuna ambao walibaki wakufariki kwenye jumuiya hiyo. Fikiria hali waliobaki nayo, sista mwenzenu mmoja wao wameuawa, wa pada ametekwa, alafu unabaki kwenye jumuiya hiyo, alafu bado lazima wasista wengine waletwe kuchukua nafasi za wale. Hapo imani ndipo inajaribiwa. Mimi daima nawaambia watu kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nchi yetu ya Tanzania, Ukristo unauishi kwa amani Hakuna mtu anayekuzuia kuhubiri dini. Unaweza ukavaa mavazi yako ya kimani na nini bila kuwa na shida, lakini kuna sehemu nyingine za ulimwengu watu wanapata shida na kweli. Kupitia watakatifu wa Petro na Paulo, kwa maombezi yao tuombe watu hao. Somo la pili toka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya nne, ni mwisho wa safari na tuzo ya haki. Mtume Paulo anaandika barua yake ya mwisho akiwa tayari kufa. Anaona maisha yake kama sadaka inayomwagwa kwa ajili ya Bwana. Anathibitisha kuwa amevipiga vita vizuri, ameimaliza mbio, imani ameilinda. Kwetu huu ni mfano wa uaminifu usiotingishika kwa Kristo hadi mwisho. Ukienda kwenye msiba mara nyingi t-shirt wanavaa zile za msiba, unakuta pengine kuna picha ya marehemu, eh basi watu wanapenda kuandika maneno haya: vita umevipiga viti vilivyo vizuri, imani umelinda na mwendo umeumaliza. Inatafakarisha Petro kwa haraka haraka, unaweza ukaona kwamba mbona kama hapa Petro alikuwa kama anajinyanyua ana, ana au kwa lugha ya siku hizi anajimwambafai. Sio kiburi hiki hapana, alikuwa anasema ukweli. Petro aliona, alihangaika, unajua katika maisha yake alikamatwa, alipigwa, alipelekwa gerezani, na kimsingi mwisho wa mwisho akawa amekufa kwa ajili ya Kristo. Sasa alikuwa anaona kwamba kweli hapa Imani nimeilinda na nimeilinda. Vita nimepigana na mbio kweli nimezikimbia. Tuige mfano wa Mtakatifu Paulo. Tunajifunza nini? La kwanza. Paulo anatufundisha kuwa maisha ya Kristo ni kama mashindano yanayohitaji bidii, uvumilivu na uaminifu. Na maisha ndivyo alivyo. Katika maisha ndugu yangu bila kuwa mtu mwenye bidii, uvumilivu na kuwa mwaminifu unaweza kukata tamaa pengine. Namba mbili, uaminifu huu hupewa thawabu au taji ya haki. Si unajua kwa mfano, kwenye riadha wa watu wana wanavikwa medali eh. Tena wakati wa karne ya kwanza walikuwa wanapewa hata shada, tena shada la maua, tena maua yani, yani maua ya wamechuma majani wanakuwekea wakati ule. Ndiyo maana Paulo kwenye moja ya barua zake anasema watu wanariadha hapa wanapewa taji inayo inayo inayoharibika, si ni shada ile, taribika siku moja, wala hata siku moja ishi kama jua la sasa hivi linanyauka. Lakini anasema watu waopewa hiyo, sasa sisi tutafute shada ambalo linadumu milele, ambayo ni kumkumbatia Kristo. Lakini namba tatu, hii inatufundisha kutokata tamaa katika maisha, kumtegemea Mungu aliyetutia ngu, nguvu anayetia nguvu kama alivyosimama Paulo. Injili inatoka Mathayo sura ya kumi na sita aya kumi na tatu mpaka kumi na tisa Na mada hapa, ningependa niseme kwamba utambulisho wa Kristo na utume wa kanisa. Yesu anamuuliza Petro, ninyi mnasema Petro ni wazi na wengine, ninyi mnasema mimi ni nani? Petro anajibu wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kadiri ya jibu hili Yesu anampa Petro jukumu la kuwa jiwe la msingi wa kanisa na nukuu. Wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Petro, neno Petro maana yake ni mwamba, Kefas. Sasa naposema wewe ndiwe Petro, wewe ni mwamba, sasa maana ya jina Petro, na juu ya mwamba huu, sasa si mwamba kama mwili wa Yesu wa Petro, a imani nayo, kuwa nayo ilivyo thabiti, ndio mwamba na katika imani thabiti ya Petro analijenga kanisa lake, na ndiyo maana Yesu alimfanya Petro awe kiongozi wa kwanza wa mitume wa kanisa, kwa sababu yeye alisoma kwa ndani imani iliyo thabiti ambayo ni kama mwamba, na hapo amelijenga kanisa lake. Ndiyo maana huwa tunasema kanisa moja takatifu la kitume, kanisa moja takatifu la kitume la kitume minzi apostoliki au churches apostoliki, ni la kitume, sio kanisa la mitume ah, kwamba kanisa linamilikiwa na mitume? Hapana ha, ni kanisa la kitume apostoliki. Tunajifunza nini sasa? Petro anatufundisha kuwa kumjua Kristo ni msingi wa imani yetu. Tunapomjua Kristo tukawa thabiti, Kristo mwenyewe ndio msingi wa imani yetu. Unaposikiliza mahubiri haya unaweza ukawa Mkristo, pengine hata si Mkristo, na hasa mnao tusikiliza kupitia mtandao ya kijamii. Lakini kwa Mkristo na unayemwamini Kristo, wewe na mimi tunaunganishwa kwa sababu ya imani katika Kristo. Si kwamba tumeunda grupu sijui la ukoo au la watu tuliosema shule moja ya sekondari au chuo kikuu mahali fanaa, kama tumeunda grupu hilo au unanisikiza hapa ni kwa sababu tunaunganishwa na Kristo, lakini tunaitwa kumkiri Kristo si kwa midomo tu bali kwa maisha yetu. Mimi ni mKristo. Kuna watu wengi unakuta wana majina si Yohana, si Ana. Lakini hivi kweli ni mKristo kweli kweli. Hasa kuitwa jina la Kristo ni moja na kubatizwa, lakini kuishi uKristo ni kitu kingine. Namba tatu, Yesu anampa Petro funguo za ufalme wa mbinguni akimpa mamlaka ya kiroho ambayo yanaendelea leo kupitia kanisa lake, hasa kiti cha mtakatifu Petro yani Papa. Mafundisho makuu tunayojifunza kutoka kwa takatifu Petro na Paulo: moja, upendo na uaminifu kwa Kristo hadi mwisho. Wote walimpenda Bwana kwa moyo wote, na wakawa tayari kufa kwa ajili yake. Huu ni wito wa upendo usiogawanyika kwa Kristo, yani toto sarenda ni kujitoa kikamilifu, kujitoa kabisa, nikaba unajiachia hivi kwa ajili ya ufalme wa Mungu, unajitoa kwa ajili ya Mungu. Namba mbili, kujitoa kwa ajili ya Injili. Hawa mitume waliweka pembeni kila kitu, kazi zao. Akina Petro walikuwa ni wavuvi, ana mwanamke na familia, akacha alipoitwa na Bwana. Paulo mnafahamu, alikuwa naitesa kanisa alikuwa ni mfarisai hasa nalinda imani ya Kiyahudi. Bwana alipomtokea alikuwa kama anaenda hivyo, akarudi nyuzi 180 kurudi nyuma. Kumbe na sisi tubaki na kazi zetu, sisemi kwamba tuziache, sitaki kwamba familia zetu tuziache, lakini hizo, hivyo vitu vyote visimfanye Yesu achukue nafasi ya pili, alafu hizo hivyo vitu vingine vikachukua nafasi ya kwanza Mfano, kazi zetu, familia zetu, usalama wao, lakini tuwe tayari kumtumikia Bwana, kila mtu katika hali yake: mwanafunzi, mtoto, padre, mtawa, mkulima, mtoto, bibi na kadhalika. Tunaitwa na sisi kujitoa katika wito wetu wa Kristo kwa moyo wote. Namba tatu: kuwa wavumilivu katika majaribu. Hawa Petro na Paulo tumesikia somo la kwanza Petro, yaliyompata gerezani. Waliteswa, walifungwa, walipigwa, lakini hawakurudi nyuma. Tunafundishwa kuwa maisha ya imani yenye mateso hayaepukiki, lakini yamejaa matumaini. Tumaini halitayarishi mwaka huu wa kuwa na matumaini, Jubilei ya matumaini elfu mbili ishirini na tano. Lakini namba nne, umoja katika tofauti. Petro na Paulo walikuwa na mtazamo tofauti mara nyingine, lakini waliunganishwa na imani kwa Kristo. Ni wito wa kanisa kuwa na umoja katika utofauti na vipaji na huduma. Sio kwamba kwa kuwa kwa wote ni Wakristo wote tufanane kila kitu. Unaweza ukawa na mtazamo fulani na mimi na mtazamo fulani, kwa sababu haiwezekani wote tukawa na mtazamo mmoja, lakini yote haya tuyaunganishe kwa ajili ya huduma katika Kristo utume wa kanisa la leo. Namba tano, Petro ni ishara ya mamlaka ya kiutawala yani kanisa hapa tunamuona Baba Mtakatifu, na Paulo ni mfano wa kueneza Injili. Ndio maana wana, Paulo wanamwita mtume wa mataifa, the apostle of the Gentiles, the apostle of the Nations, mtume wa kimataifa. Kanisa la leo linaitwa kuendeleza utume huo kwa kuongoza na kutangaza neno kwa mataifa yote. Hitimisho. Ndugu wapendwa, tunaposherekea watakatifu Petro na Paulo, tujitazame wenyewe. Je, tunamkiri Kristo kama Petro alivyosema, wewe ndio mwana wa Mungu aliye hai, na si kwa maneno? Aha, inatoka huku ndani. Je, tunajitoa kikamilifu kwa injili kama Paulo? Tumwombe Mungu atujalie neema ya kuwa wafuasi wa kweli wa Kristo, Wenye imani thabiti, na Mungu tujaliwe tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya injili katika maisha yetu ya kila siku. Watakatifu Petro na Paulo mtuombe. Nikutakie sherehe njema ya watakatifu Petro na Paulo. Tumsifu Yesu Kristo.